Eneo la bandari, tunaendelea kuwapongeza sana wizara kwa kazi kubwa ambayo imefanyika ya maboresho ya, ma ya bandari kwenye maeneo yote. Bandari imefanya maboresho makubwa sana, lakini bila kumsahau mheshimiwa Rais ambaye alibeba dhamana kubwa sana katika kipindi ambacho rais alipita kwenye kipindi kigumu, na serikali ilipita kwenye kipindi kigumu, ni kuweka dhamira ya uwekezaji kwenye bandari. Kwenye eneo la bandari kulikuwa na mtikisiko mkubwa sana, kwa Tanzania wengi waliaminishwa tofauti, na kwa bahati mbaya sana wale wote waliokuwa wanapinga mradi wa maboresho ya bandari sasa hivi hawajawahi kutoka hadharani kuja kukanusha yale ambayo walikuwa wanawapotosha Watanzania. Leo tunashuhudia mapato makubwa ambayo serikali inayakusanya kupitia bandari, lakini huduma zilizo bora ambazo zinatolewa kwa sasa mlundikano wa zile meli zilizokuwepo zikiwa zinasubiri foleni kwa sasa haupo, na imefikia hatua hata wale ambao ni wamiliki wa meli wakiambiwa njoni mpakue mizigo kwa wakati, wao wenyewe ndio wanaoomba kwamba tunasubiri kwanza. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana, lakini tumeshuhudia eneo la bandari ya Tanga tulipokuja kamati ya Bunge kuja kukagua mradi wakati ndio unaanza, ulikuwa huko una hali mbaya sana. Sasa hizi tumeona mabadiliko yaliyofanywa na maboresho makubwa sana ambayo yameanza kuleta tija, na Tanga imeanza kuchangamka, imepanuliwa bandari kwa kiwango kikubwa sana lakini mapato yameongezeka. Leo hii tunazungumzia kwa mapato ya miezi sita. Tanga iliyokuwa inapata mapato kiduchu, leo hii bandari hii inapata karibu bilioni 45. Tunaamini kwa mwaka mzima mnaweza mkafika mpaka bilioni mia moja kwa bandari ya Tanga tu. Makusanyo ambayo mtakuwa mnayakusanya ni jambo kubwa, tunawapongeza sana lakini ukiachia hata lile eneo la bandari ya Dar es Salaam ambako mmeongeza mapato makubwa sana kwa serikali, sisi tutaendelea kuwasaidia kama sauti ya wananchi, ili muendelee na maono yale ambayo mliyojipangia ili kufikia malengo ambayo Mheshimiwa Rais kayapanga na nyinyi mliojipangia ninyi wenyewe kwenye taasisi ya kwenu. Tumefurahishwa na mipango ya baadaye ambayo sasa mamlaka ya bandari mnafikiria sasa kwenda mbali, mwanze kuweka mifumo ya kuunganisha reli, barabara na bandari, ili tuwe na miradi endelevu. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunapongeza sana tendo la kuanza kufikiria kujenga barabara ya kutoka Tanga kwenda Kibrashi, Kibrashi hadi Singida. Hii barabara japo itakuwa inashirikisha wawekezaji, ambayo itakuwa ya kulipia ni mawazo ambayo Bunge kila siku limekuwa likishauri serikali kwamba serikali hamuwezi kujenga kila kitu nyinyi wenyewe, ni lazima kuwe na ushirikishaji ambao utasaidia fursa zilizo nyingi ziweze kutengenezwa. Tunaomba mamlaka ya bandari mpange mkakati wenu mkishirikiana na wakala wa barabara na serikali kwa ujumla. Tukupunguzie na maswali, mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, ambaye kumekuwa kila siku ukisurubiwa na hiyo barabara, sasa umeiweka katika msingi ambao unaweza ukaenda vizuri. Lakini bunge linashauri pamoja na uwekezaji mkubwa ambao tunawekeza kwenye mamlaka ya bandari, ni vyema uwekezaji wetu uende na vitendea kazi ambavyo vitafanya uwekezaji uwe na tija zaidi. Mimi naamini tukifanya hivyo tutakuwa tumeenda vizuri na malengo ya serikali yatakuwa yamefikiwa. Wabunge wameshauri suala zima la mamlaka ya bandari kuangalia uwekezaji hasa kwenye ardhi. Hili ni jambo la msingi sana. Tanga tunayoiona leo hii ambayo ardhi yake inaweza ikawa na bei kidogo kwa sasa, miaka kumi ijayo baada ya uwekezaji wa hapa, ardhi ya Tanga itakuwa na gharama kubwa sana. Huombe mkurugenzi, katika mapato mnayoyapata, anzeni uwekezaji wa kuweka akiba ya fedha kwa ajili ya kutanua maeneo ya uwekezaji kwa sababu tuna bomba la mafuta linakuja hapa. Barabara hii ikifunguka, nchi ya Rwanda na Burundi, Uganda watatumia hii bandari.